Mlango wa kumi na saba. Ikawa Daudi alipokuwa akikaa nyumbani mwake, Daudi akamwambia nabii Nathani, angalia, mimi ninakaa katika nyumba ya mwerezi, bali sanduku la agano la Bwana linakaa chini ya mapazia. Naye Nathani akamwambia Daudi, haya, fanya yote yaliyomo moyoni mwako, kwa maana Mungu yupo pamoja nawe. Ikawa usiku huo huo, neno la Mungu likamjia Nathani kusema Nenda kamwambia mtumishi wangu Daudi, Bwana asema hivi, wewe hutanijengea nyumba ya kukaa. Kwa maana sikukaa ndani ya nyumba tangu siku ile nilipowaleta Israeli huku hata leo, lakini hema kwa hema nimehamia na maskani kwa maskani, katika mahali mote nilimokwenda na Israeli wote. Je, nimesema neno lolote na mtu yeyote wa waamuzi wa Israeli niliowaagiza kuwalisha watu wangu, nikisema mbona hamkunijengea nyumba ya mwerezi? Basi sasa ndivyo utakavyomwambia mtumishi wangu Daudi, Bwana wa majeshi asema hivi, nalikutoa katika zizi la kondoo, katika kuandaa makondoo, ili uwe mkuu juu ya watu wangu Israeli, nami nimekuwa pamoja nawe kila ulikokwenda, na kuwakatilia mbali adui zako wote mbele yako, nami nitakufanyia jina kama jina la hao wakuu walioko duniani. Tena nitawaagizia watu wangu Israeli mahali, nami nitawapanda wapate kukaa mahali pao wenyewe, wasiondolewe tena, wala wana wa uovu hawatawatesa tena kama hapo kwanza, na tangu siku ile nilipowaamuru waamuzi wawe juu ya watu wangu Israeli. Nami nitawashinda adui zako wote. Pamoja na hayo nakuambia ya kwamba Bwana atakujengea nyumba. Hata itakuwa siku zako zitakapotimia, uende na babazo, nitainua mzao wako nyuma yako, atakayekuwa wana wako nami nitaufanya imara ufalme wake. Yeye ndiye atakayenijengea nyumba, nami nitakifanya imara kiti cha enzi cha ufalme wake milele. Nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu, wala sitamwondolea fadhili zangu, kama nilivyomwondolea yeye aliyekuwa kabla yako, ila nitamstarehesha katika nyumba yangu na katika ufalme wangu milele, na kiti chake cha enzi kitathibitishwa milele. Kwa maneno hayo yote na kwa maono hayo yote ndivyo Nathani alivyonena na Daudi. Ndipo akaingia Daudi mfalme akaketi mbele za Bwana akasema, mimi ni nani, e Bwana Mungu, na nyumba yangu ni nini, hata umenileta hata hapa? Tena jambo hili lilikuwa dogo machoni pako, e Mungu, hata umeleta habari ya nyumba yangu mimi mtumwa wako kwa miaka mingi inayokuja, nawe umeniangalia sawa sawa na hali ya mtu mwenye cheo, e Bwana Mungu na Daudi akuambie nini tena zaidi kwa habari ya heshima aliyotendewa mtumwa wako? Kwa maana wewe umemjua mtumwa wako, ee Bwana. Kwa ajili ya mtumwa wako na kwa moyo mwe wako mwenyewe umeyatenda hayo makuu yote, ili yajulikane hayo matendo makuu yote. Ee Bwana, hakuna mwingine kama wewe, wala hakuna Mungu mwingine ila wewe, kwa kadiri tulivyosikia kwa masikio yetu. Tena ni taifa lipi duniani lililo kama watu wako Israeli ambalo Mungu alikwenda kuwakomboa kwa ajili yake mwenyewe ili wawe watu wake na kujifanyia jina maku, kwa njia ya mambo makuu yenye kuogofya, kwa kuwafukuza mataifa mbele ya watu wako uliowakomboa wa kutoka Misri. Kwa maana watu wako Israeli ndio uliowafanya kuwa watu wako wa milele, nawe Bwana umekuwa Mungu wao. Basi sasa, ee Bwana, neno lile ulilolinena katika habari za mtumwa wako na katika habari za nyumba yake na lifanywe imara milele, ukafanye kama ulivyosema. Jina lako naliwe imara, likatukuzwe milele, kusema, Bwana wa majeshi ndiye Mungu wa Israeli, naam Mungu juu ya Israeli; na hiyo nyumba ya Daudi mtumwa wako imefanywa imara mbele zako. Kwa kuwa wewe e Mungu wangu umenifunulia mimi mtumwa wako ya kuwa utanijengea nyumba, kwa hiyo mimi mtumwa wako nimeona vyema moyoni mwangu kuomba mbele yako. Na sasa ee Bwana, wewe ndiwe Mungu, nawe umemwahidia mtumwa wako jambo hili jema. Nawe sasa umekuwa radhi kuibarikia nyumba ya mtumwa wako, ipate kudumu milele mbele zako, kwa maana wewe Bwana umebarikia nayo, na imebarikiwa milele.